Kwa majina mimi naitwa Loveness Munisi ni afisa ufugaji nyuki kutoka idara ya misitu na nyuki wizarani. Kuna <coughs> fani nyingi sana za kusoma, hasa wanafunzi. Yani focus yangu iko kwa wanafunzi. Usi, usitake ku graduate ukawa unawaza tu kupata kazi ambayo itakufanya ukae ofisini, sawa? Mimi hapa niwape ka historia kadogo, kwanini nimesoma nyuki wakati nimemaliza form 6 akili yangu ilikuwa inanituma kitu kimoja tu, aidha kusoma udaktari au kusoma ufamasia. Kwa nini? Kwa sababu ndo vitu nilivyokuwa nasikia kwa watu mara nyingi, lakini huku na huku kuna na huku huku, nafasi za kwenda vyuo zikawa ni chache, kwa hiyo ilikuwa inatakiwa utafute gepu ambalo litakuingiza kwanza chuo. Ukifika kule utatafuta chaneli yako ya kutokea. Mungu akasema wewe unapanga lakini mimi napanga mimi nikachagua nyuki ili nikifika nitafute nafasi ya kuhamia kozi nyingine. Kumbe mipango ya Mungu ilikuwa ni kwamba niwe bibi nyuki, and as I'm talking to you. <laughs> Sijaishia tu kuwa bibi nyuki. Ajira yangu ya kwanza kabisa ilikuwa ni kufundisha na nilikuwa nafundisha chuo cha masuala ya ufugaji nyuki. Sawa, so, eh? kuona encourage hasa mabinti tu kuwa daktari, kuwa nesi, kuwa secretary. Ipe akili yako upana wa kufikiria kazi unavyoweza. Uzuri nyie mko exposed na field nyingine, mi sikuwahi kuanza kuwa kuna field ya nyuki, sijui kuna field ya misitu. Mimi kwa CD. Najua tu zile kazi tatu kuu, udaktari, ualimu na nini, uinjinia, ndio hivyo nilivyokuwa na CD. Kwao, nawa encourage ndugu zangu, msifikirie vitu ambavyo ni common sana, fikiria nje ya ni nipaka siogope kusoma nyuki. Kidungwa na nyuki ni tiba, usio usio adhabu.